Viongozi mlioteuliwa na mheshimiwa rais, mkuu wa wilaya, dhibitini vitendo vyovyote viovu, chukueni hatua bila kujali nani analeta vitendo hivyo. Nadhani nimeeleweka vizuri. Hayo ndio maelekezo yangu. Hakuna kufanya mchezo kwenye swala la amani, hatutafanya mchezo, hatutakubali, tutachukua hatua bila kujali ni nani anafanya jambo hilo. Ambaye yeye anadhani anaweza kutingisha kiberiti ajaribu, na atakiona ata <todicomu> Maelekezo yangu kwa wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini, imarisheni hali ya usalama katika mikoa yenu. Kila mmoja wenu amekabidhiwa mipaka ya maeneo yake. Kila mmoja wenu, kwa wakuu wa wilaya, mmekabidhiwa mamlaka yenu katika mipaka ya maeneo yenu. Yule ambaye atashindwa kutatua changamoto na migogoro ya chokochoko zinazoendelea kwenye wilaya yake, huyo maana yake kazi imemshinda itakuwa ni wajibu wangu kumshauri mheshimiwa Rais kumweka pembeni mara moja, bila kusita, mara moja. Tunataka kila Mtanzania popote anapoishi aishi kwa amani, kwa sababu huu ndio msingi ambao Baba wa Taifa ametuachia. Nadhani lugha imeeleweka vizuri. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu, yaende nchi nzima. Wakuu wa wilaya wote mia moja na ngapi? 39 wakuu wa wilaya mia moja 39 nchi nzima Dhibitini vitendo vyovyote, chokochoko, migogoro isiyofaa. Huu ni wakati wenu wa kuonyesha kwamba taifa hili linawategemea na, na rais wetu alipowapa nafasi hizi hakukosea hata kidogo. Kwa hiyo chukueni hatua, tengenezeni wananchi hawa waendelee kuwa na amani, waipende nchi yao, waende wakalime, waende wakafanye kazi kulijenga taifa hili mpaka sasa ujenzi